Haya ni majina mazuri ya Kiislamu yanayotamba mwaka 2025. Jina la kwanza ni Zain ambalo maana yake ni urembo au uzuri. Ayan maana yake ni baraka ya Mungu. Ryan mlango wa peponi. Uh, majina mengine ni Idris ni nabii mtukufu. Tariq nyota ya alfajili au mlango wa mafanikio. Amir kiongozi au mkuu. Yasir mwepesi na nia ya, ya mafanikio. Majina mengine mazuri ambayo ni yanatamba kwa mwaka 2025, eh, ni jina kama Nuh. Jina lingine ni Hamza, shujaa au simba. Lukman mwana wa hekima. Amar yule anayejenga, mwenye roho hai. Haya ni majina mazuri ambayo unaweza kumpatia mwanao wa kiume kwa sababu ni majina ambayo yanapendwa sana mwaka huu, mwaka 2025. Majina mengine ni Musa. Majina mengine ni Hasan. Maana yake ni mzuri au mwenye sura ya kuvutia. Omar ni mrefu wa maisha. Imran ni baba wa Maryam. Zubair ni jasiri au mpiganaji. Ibrahim au Ibra ni jina pia zuri, baba wa mataifa. Jina lingine ni Adil, mwenye haki au mnyoofu. Faris ni mpiganaji wa farasi au mtu jasiri. Rayan maana yake ni maji yanayoburudisha. Alafu jina lingine ni Sami, mwenye kusikia. Jina lingine ni Harith, mkulima au mtu mwenye bidii. Jina la mwisho kabisa ni Bilal. Asante sana, subscribe ili uendelee kupata tafsiri na maana za majina mazuri ambayo yanafaa kwa ajili ya mwanao au wewe mwenyewe. Asante sana, mpaka siku nyingine.